Karibu Mabumi Media, tuweze kuzihesabu top 20 za wasanii ambao wenyewe wamekuwa wakiingiza pesa na wanamiliki mkwanja mrefu mwaka 2025 na na mwenye salama, subscribe, utakuwa umeweka heshima yetu mahali ambapo inahitajika. Sasa wasanii hawa 20 ambao wenyewe wanafanya vizuri kutokea Tanzania, nataka tuangalie vyanzo vya pesa kuu kwa wasanii hawa. Kwanza vinatokana na nini, vyanzo vyao? Kuna muziki ambapo wanakuwa wanapata shows, streaming lakini pia YouTube Eh, tunakuwa unapata nafasi ya kuweza kuingizia fedha, lakini pia upande wa biashara binafsi, upande wa fashion, vipodozi na nishati mbalimbali mbali ambazo wasanii hawa wamekuwa wakiwekeza pia kwenye media, lakini pia kuna endorsement ambazo zimeweza kuwekwa kwao. Nazungumzia eh, uwekezaji ambao umefanyika makampuni mbalimbali mbali ya simu, lakini pia beting na bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo TV ledio, and blanding tutaizungumzia mndani, lakini pia ya, uh, ya kimataifa na mikataba ya nji ambayo wanakuwa wamesain. Na hii top 20 imeandaliwa kwa mujibu wa AI Chat GDP, iliweza kuiuliza, ikanionyesha haya mambo kana mimi. Namba 20 tunaanza nayo kama ifuatavyo: Nafasi hii ameweza kuchukua msanii Barnaba yeye akiwa na utajiri wa shilingi bilioni nne za kitanzania na pesa hizi zimetokana na yeye kuweza kufanya mziki kwa muda mrefu, lakini pia studio ambayo anaimiliki High Time Record, High Table Sound, lakini pia production ambazo amekuwa akizifanya, uh, pale studioni kwake bana, lakini pia na shows mbalimbali. Nafasi ya kumi na tisa ni Abdul Kiba ana utajiri wa shilingi bilioni nne nukta tano na pesa hizi zimeweza kuchangiwa na show za muziki, lakini pia uh, uwekezaji ambao ameufanya na kaka yake Alikiba, biashara ndogondogo ambazo pia Abdukiba amekuwa akizimiliki. Nafasi ya 18 ni Whozu akiwa na utajiri wa bilioni 4.8 za kitanzania na hii imechangiwa na muziki ambao anaofanya comedy, YouTube, lakini pia collaboration, na deals mbalimbali ambazo amekuwa akizipokea msanii huyu. Nafasi ya kumi na saba imeenda kwa Darasa, moja kati ya wa wasanii ambao of course wanafanya vizuri sana na mi ni moja kati ya wa washabiki wakubwa sana Darasa, wa Darasa. Darasa ana utajiri wa bilioni tano za kitanzania na Uh, pesa hizi zimetokana na muziki ambao amekuwa akiufanya muziki wa meseji blend uh, lakini pia streaming zimekuwa zikimwingizia pesa nyingi sana. Nafasi ya 16 ni Tundaman, yeye akiwa na utajiri wa shilingi bilioni 5.5 na pesa hizi anaziingiza kutokana na biashara, show za muziki, lakini pia kuwepo kwenye game kwa muda mrefu nafasi ya 15 imeenda kwa mkongwe Lady Jaydee yeye akiwa na utajiri wa bilioni 6 eh, za Kitanzania pesa fulani hivi ndefu sana, na pesa za Lady Jaydee zinatokana na muziki wake, lakini pia uh, show ambazo amekuwa akizifanya na endorsement mbalimbali. Tunafahamu kwamba Lady Jaydee ni moja kati ya wa wasanii ambao wanasifika sana kuweza kuwekeza kwenye ardhi, nazungumzia nyumba. Eh, kuna kipindi fulani hivi kuna klabu kubwa tu ilikuwa inahusishwa nahusishwa kwamba Lady Jaydee ndiye ambaye anaimiliki of course ni machozi kama kisikosei bana, usio utanirekebisha hapo kwenye comment nipate nafasi ya kuweza kukumbuka. Nafasi ya kumi na nne ni MwanaFA na utajiri wake ni bilioni saba. Aa, na pesa hii inatokana na muda mrefu ambao amekuwa akitumikia muziki na ameweza kuingiza pesa nyingi sana, lakini pia AI imetuambia uongozi serikalini na biashara mbalimbali ambazo MwanaFA amekuwa akizifanya bana. Nafasi ya kumi na tatu ni Young Lunya mwenye utajiri wa bilioni nane. Huyu ameweza kusainiwa na lebo ya Sony, lakini pia kuna deals nyingi za nje ameweza kuzipata, lab shows na streaming zimeweza kumfanya achukue nafasi ya kumi na tatu. Nafasi ya kumi na mbili ni Billnass, yeye ambaye ana utajiri wa bilioni tisa za Kitanzania, na pesa hizi zimetokana na muziki moja, Lava Lava. Lava Lava, wake, collaboration za kibiashara show mbalimbali, lakini pia na brand yake ya Nenga Tronic. Bana usio nafasi ya 11 imeenda kwa Lava Lava. Lava Lava utajiri wake ni bilioni kumi za Kitanzania, na pesa hizi zimetokana na show muziki na alivyokuwa yuko signed kwenye WCB label ambayo ilimuingizia pesa nyingi sana, lakini pia Uh, mauzo ya kidijitali yamemfanya aweze kushika nafasi hiyo hapo, nafasi ya kumi na moja, lakini pia endorsement ndogo ndogo ambazo bwana lavalava amekuwa akizifanya. Bana usio nafasi ya kumi imeenda kwa Marioo, yeye akiwa na utajiri wa shilingi bilioni kumi na mbili. Aa, na pesa hizi zimetokana na idadi ya show nyingi ambazo amekuwa akizifanya, lakini pia brand deals ambazo amekuwa nazo. Tunafahamu kwamba anafanya kazi na Infinix, lakini pia mziki wake umekuwa ukiuzika sana huko YouTube na kwenye digital platform mbalimbali. Nafasi ya tisa yupo Juma Jukes akiwa na utajiri wa bilioni 13, na pesa hizi anaziingiza kutokana na biashara ya fashion African boy, lakini pia muziki na shows mbalimbali mbali ambazo amekuwa akizipata. Endorsement mbalimbali ambazo uh, Juma Jux amekuwa nazo zimemsababishwa kuweka nafasi hiyo hapo ya tisa. Nafasi ya nane imeenda kwa mtu mzima Mbosokani, yeye ana utajiri wa bilioni 14, na utajiri huu umetokana na mziki kupitia ile record label ambayo alikuwa anafanya kazi ya WCB, lakini pia show za ndani na nje, YouTube na brand deals ambazo amekuwa akizisaini, mtu mzima Mbosokani. Nafasi ya saba imekwenda kwa Nandy akiwa na utajiri wa bilioni 15, na pesa hizi zimetokana na biashara ya Nandy Beauty YouTube shows lakini pia endorsement mbalimbali ambazo amekuwa akizifanya. Ameweza kufanya kazi na Airtel lakini pia inDrive, alipata nafasi ya kuweza kufanya nao kazi ambazo zilimpa utajiri mkubwa sana. Nafasi ya sita ni Vanessa Mdee akiwa na utajiri wa bilioni kumi na saba, na utajiri huu unatokana na biashara lakini pia fashion ambazo amekuwa akizifanya media ambayo anazifanya eh, kwa muda mrefu pia alifanya huku USA, tumemwona akiwa anafanya kwa mbali, lakini pia muziki na partnership na mume wake ambaye anafahamika kwa jina la Rotimi. Bana, usio nafasi zimebakia tano, guess what? Nafasi ya tano imeenda kwa mtu mzima Vivian Boy, yeye akiwa na utajiri wa bilioni 19 na utajiri huu umetokana na lebo ya Next Level, shows ambazo amekuwa akizipata, endorsement, YouTube lakini pia streaming. Tunafahamu kwamba Rayvanny ndo msanii pekee ambaye kutokea bongo anamiliki tuzo ya BET. Namba nne imeenda kwa Zuchu. Zuchu akiwa na utajiri wa shilingi bilioni ishirini. Pesa nyingi sana hizi, na hizi pesa za Zuchu zinatokana na YouTube kubwa ambayo imeweza kuteka subscribers wengi hapa Afrika, lakini pia shows ambazo Zuchu amekuwa kizifanya akizifanya, brand deals za Zuchu zimemfanya kuweza kusimama nafasi hiyo hapa, lakini pia tunafahamu kwamba Zuchu ana mkataba na Itel Techno, lakini pia na record label ya WCB. Nafasi ya tatu imeenda kwa mtu mzima Harmonize, Konde Gang, moja kati ya mabosi ambao of course ye kutoaga magari, so mchongo. Na mwaka huu Konde Gang amesema kwamba yeye anaenda kuchukua fom huko nyumbani kwao chitoholi bana eh? Noma sana <laughs> Makonde hataki vitu vingi sana sasa. Utajiri wa Harmonize ni shilingi bilioni ishirini na nane za Kitanzania, lakini pia anamiliki record label ya Konde Gang, YouTube shows, lakini pia biashara ambazo amekuwa akizifanya zimekuwa zikimwingizia Ah, fedha nyingi sana. Nafasi ya pili imeenda kwa mtu mzima AliKiba. AliKiba ana utajiri wa shilingi bilioni thelathini na mbili, rekodi lebo ya Kings Music; lakini pia brand deals ambazo amekuwa akizipata za nje eh, lakini pia za ndani kulingana na biashara yake ya More Fire. Tuliona alifanya poa, na kuna kipindi tumuona mtu mzima AliKiba akiwa na media yake ya Clouds media nafasi ya kwanza, ladies and gentlemen. Unahisi ni nani? Andika komenti yako hapo chini <laughs> Nafasi ya kwanza ni Diamond Platnumz. Na unahisi anashingapi huyu jamaa? Anamiliki bilioni sabini na tano za Kitanzania, lakini pia hizi pesa zinatokana kutogingana na umiliki wa Wasafi TV, Wasafi Radio, Wasafi Rebo, lakini pia biashara na endorsement mbalimbali ameweza kufanya kazi na Vodacom Carpant, YouTube, lakini pia show zake ambazo zimekuwa ni kubwa sana zimemfanya aweze kusimama nafasi hiyo ya kwanza. Na hii ilikuwa ni top 10 ya wasanii matajiri Tanzania mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa mujibu wa AI chat GDP. Mina sign out naitwa. Thank you so much, bye bye, chao.